Tumeondoka Chadema. Tumeondoka Chadema. Tumeondoka Chadema. Tumeondoka Chadema. Sasa ninyi waandishi wa habari mlipaswa kuuliza leo Mama Abduli amekuwa tena hayupo. Leo Mama Abduli zile rushwa walizokuwa nazitoa kwa Mbowe zimekuwa hazipo. Leo ile sakos ya Chadema Digital mlikuwa mnasema ya Mbowe. Leo vipi ile Chadema Digital, maana yake tumeiacha, ya Mbowe kaiacha. Leo imekuwa ya nani? Sasa hivi tena hawabili hayo mambo, wanazungumza mambo mengine. Sasa tumemaliza uchaguzi tarehe 21, mimi niliamua kiukweli niende ni, ni, ni, mimi ni, ni mtu wa Morogoro nirudi nyumbani kwanza, maana kiukweli hakuna mtu ambaye alikuwa kwenye vita akawa iko salama, kwa maana akifika, nikamwona nini ningapumzike mimi nyumbani. Sasa nimekaa nyumbani, napigiwa simu, Chiduo, umesusa wewe, yani matusi natukana mimi. Nimezima simu, waandishi wa habari wengine, marafiki zangu, nilikimbia kwenye magrupu, sikuonekana toka tarehe 21 Januari, nilikaa kimya almost karibia wiki mbili, lakini endelea kutukana mimi. Niko nyumbani, nimekaa na familia Yaani mtu anatafuta mpaka namba ya mtu wangu wa jirani anatukana anasema Chiduo tumekunyoosha tumewaondoa nyinyi siyo yani wa, waaini wasaliti sasa, sasa, chama kimeshinda au Lissu kashinda Yaani hata kama kweli mimi nilikuwa na na, na, na, na, namtumikia mboe katika namna ambayo akiwa mwenyekiti wa chama taifa sio nilikuwa namtumikia mboe kwa maana mimi nilikuwa nafanya kazi za mboe mimi nilikuwa namtumikia mboe kwa sababu mboe alikuwa mwenyekiti wa chama taifa sasa nikaona eh, hii kazi sasa imekuwa ngumu haya matusi mpaka lini nikaona sasa nitoke, kwa sababu akasema kweli Chiduo amekimbia. Nikaamua nitoke, natokaje? Kwa sababu nina ndoto za kugombea ubunge jimbo la Kiroza nikakutana na wenzangu, tukajadiliana vipi, tukishauri chama, tukaandika waraka wa G55, ili chama chetu kiingia kwenye uchaguzi, na ule ulikuwa ni ushauri tu, na ule ushauri aliutoa katibu mkuu. Wao wenyewe walitutangazia, nyinyi mlikuwa watiania wa bunge, watiania wa diwani, sio mje hapa makao makuu. Mi Chiduo nilikuwa mbali tukakubaliana tukapeleka ushauri wetu kwa katibu mkuu, ambao mpaka leo katibu mkuu hajaujibu wa wao ushauri. Tukaanza kuitwa wasaliti, tukaanza kuitwa waaini. Yaani mimi Chiduo mwaini, ambaye nilikwenda field kati ya kanda 11 nimezunguka zaidi ya kanda tisa, nikijenga hichi chama, Chiduo anaona kuwa msaliti, mimi kwa kutukano na mtu ambaye ameingia chama ya juzi, ana miezi sita, mtu juzi ana miezi ana miezi mitatu, ambaye hajui hata uchungu wa hichi chama, namna ambavyo kimepambaniwa. Sasa tukaonekana waaini. Tunaonekana wasaliti, tunatukanwa. Mkiingia kwenye peji yangu ya Chiduo, hata nikiweka pambio la kusifu na kuabudu, mimi Chiduo kwenye akaunti kwa, kwa, kwa, kwa, kwa yangu ya wa ambayo hayawezekaniki kama hayo, nimesema mashahidi Lissu yuko jela, hakuna mtu ambaye anapenda hicho kitu kukaa jela. Mimi nimekaa jela Kilosa siku zaidi ya kumi na nne nikikipambana na hichi chama. Nimepata ajali, nilikuwa natoka eh, Tabora naenda Kigoma kufanya kazi za chama, bebe hili limeshtuka. Mimi sijaje kutibiwa na chama, nilijitibia mwenyewe kwa gharama zangu na nikaa nafanya kazi za chama. Kwa kila mtu ana madhila ambayo ameyapata kwenye hichi chama, yaani kila mtu ana namna ambavyo ana mateso yake ameyapata. Kama ambavyo Lissu alishambuliwa na risasi, ndivyo ambavyo Chiduo na mimi nilikutana na matatizo yangu kwenye hichi chama, na matatizo haya hayana madogo, hayana makubwa kwa sababu yote yanalenga damu, yanalenga uhai sasa leo tunahamasishwa tukapambane tukazuia uchaguzi. Lisu familia yake iko Ulaya, mke wake Lisu yuko Ubeligiji, wanae Lisu wako Marekani, wamechukua uraia wa Marekani. Sasa leo mimi Chiduo mwanangu yuko pale Dumila niende nikazuia uchaguzi, nawezaje hicho kitu? Lema anayezungumza, Lema anayezungumza mpaka leo familia yake iko Kanada. Lema anajitaji shughulia akakimbiza familia yake huko Kanada. Sisi utawala Magufuli miaka saba kitachidua tulikuwa hapa hapa tumekomaa naye mpaka mwisho. Utawala Magufuli Chiduo sikukimbia hata kuvuka ngambo tulikuwa hapa hapa na tulikuwa tunavaa ngoza Chadema, lakini Lema alikimbia, alikimbia Kanada. Waliabeza maliziano ambayo leo maliziano yamemrudisha Lissu, yamemrudisha Lema, yamewarudisha na wengine na yametufanya hata Chadema leo tupo tena tunaendelea kuwepo kwa sababu ya... ile nia na ile adhima ambayo mimi ilinisukuma kuingia Chadema haipo tena Chadema chama changu Chadema kimesema kuhusiana na mfumo wa no reform, no election. Sasa kama chama bila mabadiliko akiwezi kushiriki uchaguzi, na mimi Chiduo niliingia Chadema kwa sababu nina malengo ya kuwasaidia wananchi wangu wa eneo langu sika, ambao walikuwa wanateseka, maana hilo duka limefungwa mlango. Kwa hiyo mimi ndoto zangu na ndoto za Chadema ni vitu viwili tofauti, jambo la kwanza. Kwa hiyo siwezi kuwa kwenye chama ambacho kina ndoto hakishiriki uchaguzi. Mimi Chiduo nina ndoto za kushiriki uchaguzi, lakini <coughs> jambo la pili, utekelezaji wa hiyo kauli sasa ya no reform no election. Kwa sababu kabla sijachukua maamuzi yao ambao hapo nitayasema, nilijaribu kuwauliza viongozi wangu, mimi niko Kilosa, nawezaje kuzuia uchaguzi? Yani nawezaje kuzuia uchaguzi? Hakuna hata kiongozi mmoja ambaye alinipa majibu zaidi. Nilimsikia tu siku moja mwenyekiti Lissu akisema kwamba tutadamka asubuhi twende tuka Tuka, tuka, tuka. Sasa si tukaandamana, tuka sitamzuia, si mtu ambaye nakutana naye njiani kwenda kupiga kula, si mtafanyaje? Yani sielewi ile, ile ile dhana ya kwenda kuzuia uchaguzi kwao sikuielewa kabisa, hiyo hiyo hiyo no election, lakini nakubaliana na, na mifumo ya no reform, kwa sababu ni kweli usiopingika kwamba mifumo yote ya kiuchaguzi ni, ni, ni, ni, ni, ni migumu ambayo inahitaji marekebisho lakini siamini kwenye kwenda kuzuia uchaguzi kwa sababu sina mbinu yoyote mimi. Kama Chiduo ukiniambia leo kama mwanachama wa CHADEMA kwamba naweza nikaenda nikazuia uchaguzi, sina. Ila natamani tupate mabadiliko ya mabadiliko ya sheria, mabadiliko ya katiba, kama ambavyo amezungumza amezungumza Mama Kiwanga. Kwa hiyo na mimi pia binafsi yangu sioni huo mwelekeo wa no reform no election kutekelezeka, lakini pia nilijaribu kuuliza viongozi wangu kwamba huu mkakati wa no reform no election sisi kama viongozi wa stafu wa majimbo ambao tumestafu kwa heshima na tumeacha heshima kubwa kwenye majimbo, mlikwenda kupitisha huo mkakati. Nikajaribu kufuatilia maamuzi ya kamati kuu, sikuona msimamo wa no reform no election. Nikajaribu kwenda kuyatazama maazimio ya baraza kuu, ambayo hizo video ziko, wakaulizwa katibu mkuu Mnyika kwenye baraza kuu. Sikuona sehemu yoyote ambayo katibu mkuu Mnyika akieleza mfumo wa no hiyo no election, sikuwa kuona niliona maazimio ni pamoja na sisi ambao tuna nia kugombea nafasi mbalimbali za kiuongozi kugombea na, na kujiandaa. Sasa mimi kama Chiduo ambaye nashangaa maazimio yote yametokana na wapi, kwa sababu hata kauli ya Mnyika yeye mwenyewe ambaye anahubiri sasa hivi kwenye majukwaa ya no election, kwenye maazimio ya baraza kuu mimi sikuona kama mwanachama, na nilifuatilia na nikauliza kwenye vikao vya vikao kwa viongozi wangu na hawakuwahi kunipaga hicho kitu hata siku moja. Lakini jambo lingine ambalo linanisukuma leo kuja mbele yenu pia ukiachana ok, na hiyo nayo reform na election ni namna mambo yanavyoendelea kwenye kwenye chama chetu. Yaani mimi Chiduo toka mwaka 2012 ambapo nimeingia nimeingia Chadema. Oh, kama miaka kumi na, na, point. Nimeshiriki shughuli mbali mbalimbali sana za kichama. Ni kati ya vijana ambao wamejitoa sana kukisaidia hichi chama na kukijenga chama kwa jasho na damu. Toka 2018 zaidi ya miaka minne mpaka 2024 20, mimi niko field na kijenga hichi chama. Hii Chadema ambayo leo ilikuwa haipo kabisa, ukipita sehemu unafanya kuitafuta. Wakati Mheshimiwa mwenyekiti Freeman Mbowe yuko magereza anatoka, Chadema haipo. Uko kwenye misingi tumeingia field. Tumeteseka, tume, tumepambana tume, tume, tume tume tumeumia kuhakikisha tunarudisha heshima ya Chadema ile iliyokuwepo hapa. Lakini mwenyekiti wetu wa chama, taifa ambaye Mheshimiwa Lissu, akatubeza sana sisi majoko. Majoko, ndugu waandishi wa habari, kwa kwa kwa mujibu wa utaratibu kamati kuu ilikaa ikapitisha mfumo wa chaguzi ndani ya chama chetu. Sisi ambao vijana pamoja na watu mbalimbali mbali na viongozi tuliteuliwa na kamati kuu kwa ajili ya kwenda kusimamia chaguzi mbalimbali mbali kwenye maeneo mbalimbali. Huu uchaguzi ambao leo mnaoona alishinda mheshimiwa Lissu. Sisi ndio tulifanya hiyo kazi huko chini kuanzia ngazi ya misingi, ngazi za kata, ngazi za matawi, ngazi za jimbo mpaka ngazi za mikoa ndio unaiona Chadema leo. Lakini yeye mwenyewe Lissu alitubeza sisi, alisema sisi majoko. Ni watu ambao hatuna maana yote. Sasa kama sisi hatuna maana yote riso, na tumesimamia uchaguzi kwa mujibu wa katiba, Lissu ana uhalali wa kuwa mwenyekiti wa chama taifa. Maana kama sisi hatukusimamia chaguzi vizuri majoko na tulikuwa tunakibumba chama huko chini. Maana hata yeye hana uhalali wa kuwa mwenyekiti wa chama taifa. Kwa sababu hata hao wapiga kula ambao walikwenda kumpigia kula pale Mlimani City tarehe 21 Januari ni kazi ya kina Chiduo, na vijana wote ambao tuliamua kukifia hichi chama. Kwa miaka minne tulikuwa tuko filidi. Na kwa kipindi kile hatukuwa hata kuruhusiwa kutumia simu, na ndio maana kuna mambo mengi waandishi wa habari mlikuwa mmeyapata Chadema inafanyaje kazi zake. Unaacha familia, unaacha kila kitu unaacha kazi unakwenda field sehemu, unakwenda kuinadi Chadema kama unakwenda kunadi laini za simu, ili mtu akubali kujiunga na Chadema. Lakini matokeo yake leo tunaonekana watu ambao tulikijenga hichi chama hatuna faida. Sasa umekuja uchaguzi tarehe 21, kwa mujibu wa katiba ya chama chetu, sio dhambi mimi Chiduo kumuunga mkono mtu yeyote. Hata Lissu alikuwa na wafuasi wake. Tarehe 21 mimi nilikuwa Team Mbowe, mimi nilikuwa Team Mbowe na muunga mkono mwenyekiti Freeman mstaafu Mbowe, tumepambana kuhakikisha kwamba Mwenyekiti Freeman anarudi madarakani na ilikuwa ni yake kidemokrasia kwa sababu kuna wengine pia walikuwepo wanamuunga mkono Lisu. Sasa kilichotokea tarehe 21 Lisu ameshinda kuwa mwenyekiti. Baada ya Lisu kushinda kuwa mwenyekiti sisi tuliokuwa timu Mbowe ilibidi tukubaliane na matokeo kwa sababu aliyeanza kushindwa alikuwa ni mwenyekiti Freeman ambaye yeye alianza kumpongeza Mheshimiwa Lisu na kuwataka wafuasi na wanachama wote wa Chadema kumuunga mkono Mheshimiwa Lisu. Mbowe alitwiti na aliandika. Lakini bado Mheshimiwa Mbowe alitoa ushauri wake kwenye chama. Kwa namna ambavyo tunapaswa kuponyana majeraha sisi, kwa namna ambavyo tulifanya kampeni ambazo hazina ustaarabu, kampeni za kuchafuana na ndio maana andishi wa habari sasa hivi, hamsikii maneno Hamsiki kuki, kuki, kuki, kuki, kuki, ya Mama Abduli? Hamsikii tena ambaye kukibagaza chama? Mnasikia haya maneno? Hamsikii kwa nini ameuliza haya maneno zile rushwa zile ziko na semeo kwa nini sasa hivi pale makao makuu wasizionyeshe hiyo so dokumenti? Chadema digitu ya Mboyo walikuwa wanazungumza mambo ya uongo. Mwenyekiti mstafu alishauri chama, lazima tukae tuseme haya mambo huwezi kuona tena kiongozi yoyote iwe eche iwe lema anayezungumza kuhusu sakata la Mama Abduli. Hayupo duniani hapa. Kama kweli mheshimiwa mwenyekiti Freeman Mboya alikuwa na kibagaza chama, anakipeleka chama vibaya, alikuwa anakiumiza chama, kulikuwa na rushwa, leo si ndo wako ofisini?